Huyu jamaa anaongea ati mambo ya ukabila. Kama kuna mkabila mkuu Kenya hii ni William Ruto, na anajifanya mjanja. Pale national treasury ameweka John Badi kama cabinet secretary, chini yake amemwekea mtu anaitwa Chris Kipto, huyo ndio anafanya kazi yote. Badi ni fulawa pale. Inspector General Police ameweka Douglas Kaja. Hapo chini amemweka mtu ya kabila yake anaitwa Eliud Langat ndio anafanya kazi naye. Pale Ministry of Lands ameweka Alice Wahome. Hapo chini amemweka Nixon Koril ndio anaiba mashamba naye. Pale Ministry of Agriculture amedanganya Mutai Kawe. Hapo chini amemwekea mtu anaitwa Rono. Pale kwa Ministry of Water ameweka kijana anaitwa Mureithi. Hapo chini ameweka Koril, ni, ni mkabila si mkabila. Na huyu mzee anajifanya mjanja sana, na ndio mimi tulikosana na yeye, kwa sababu alizaa kunichezea, anaweka waziri hapo chini anaweka kabila. Ya ukiangalia parastatos zote za Kenya, kati ya 250 parastatos masio 92 ni kabila yake. Pale Central Bank ameweka Kamau Thugge, deputy yake ameweka Susan Koech hii mtu anajifanya ni mjaja sana na ana shida hapa. Akiongea oh, ukabila ukabila ukabila, hatutaki ukabila. Mkabila mkuu ndani ya Kenya kwa vitendo ni William Samoe.